Toka tumeanza ukaguzi huu mpaka sasa tumebaini matukio makubwa mengi ya nchini na hivyo tumebaini matukio kwa asilimia zaidi ya 35, watu wanajiunganishia umeme kiolela. Tumegundua kuna namna ya uchepushwaji wa umeme kabla ya kufika kwenye mita kwa maana ya kubypass, hili nalo tumebaini kwa asilimia zaidi ya 20. Tampering ya mita iko kwenye asilimia 56. Tumekuwa na mafanikio makubwa kwa shirika toka tumeanza operesheni hii tumebaini upotevu si chini ya bilioni nne ambazo tumezibaini zilikuwa zinasababishwa na huo upotevu kwa makosa ambayo nimeyataja, na pesa hizi tumeshazikusanya. Tumekusanya uh, bilioni moja tumeshakusanya tayari, na bilioni tatu bado hatujazikusanya na tunaendelea na ukusanyaji, lakini pia tunaendelea na operesheni, haijasimama tunaendelea kila siku kuhakikisha tunawafikia wateja wetu wote pale walipo. Tuna tunawasa kwamba wale ambao wanajua wamejiunganishia wamefanya vitendo hivyo wajitokeze au watoe uh, waache kutumia hivyo vitendo hivyo, kwa maana tutakapowafikia tutawakamata na kuwatia hatiani. Mpaka sasa wateja ambao wamekutwa na changamoto za kupelekea kupiga revenue recovery ni elfu moja na mia saba. Katika wateja hawa tumetenda haki kabisa, na tunapopata tunapopiga hesabu tumepiga kuzingatia kanuni na taratibu zote za shirika na pia ambazo ni mwongozo kutoka EULA.